Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Makofi. Haya, santeni. Chap, chap, chap. Tumalizie mwisho. Hiyo ni mwisho melala mmelala, eeni makofi mdogo mdogo. Komando, komando, komando. Ah, ah, sauti ndogo, sauti ndogo scout. Komando. Dia. Komando. Dia. Komando. Dia. Komando. Dia. Wena story nataka niwasimulie. Wena story nataka niwasimulie. Wena story nataka niwasimulie, story. Wena story nataka niwasimulie yeah. Yeah. Ni Scout moto. Scout. Niwapongeze sana kwa ujasiri ukakamavu wa hali ya juu ambao mmeanza kujengewa toka mgali watoto. Tuna uhakika mtakapokuwa watu wazima mtakuwa ni wazalendo wazuri sana katika nchi yetu ya Tanzania na hususan katika mkoa huu wa Katavi. Haya mlioyafundishwa hapa msiaache, kila mara mnapokuwa majumbani, mnapokuwa mashuleni, pamoja na wenzenu muweke kumbukumbu ya kukumbuka mlifundishwa vitu gani mlipokuwa kambini, na mkifanya hivyo, itawajenga kuwa watoto walio wazuri watoto watiifu, itawaepusha kujiingiza kwenye makundi mabaya. Miongoni mwa makundi mabaya, mtakuwa mmeshawahi kuyasikia ama mnayasikia ama mnayafahamu, hapa Mpanda yapo, miongoni mwa makundi mabaya kama da mchafu wengine wanajiita manyigu, wengine ni watoto wadogo kama nyie ambao mko hapa. Kwa hiyo msikubali kurubuniwa, msikubali kushawishiwa kuingia kwenye makundi mabaya kama haya, na nyie mna ndoto zenu. Siku moja na nyie miongoni mwenu atatokea kuwa mkuu wa wilaya, miongoni mwenu atatokea kuwa mkuu wa mkoa, atatokea kuwa mbunge, atatokea kuwa waziri, lakini hata rais miongoni mwenu anaweza kutoka kwenu, vijana ambao tumewaona hapa. Kwa hiyo msijiingize kabisa katika vitendo vibaya, na pale unapoona umetendewa kitu sio kizuri, umefanywa kitendo cha ukatili, kama mlivyopewa mafunzo hapa na dawati, msikae kimya. Kwa hiyo mtakaporudi nyumbani, nataka mkawaambie wazazi wenu kwamba wakati mafunzo yanafungwa tumeambiwa mwaka huu kuna uchaguzi. Mwaombe wazazi wenu washiriki kwenye uchaguzi. Mwaombe wazazi wenu walinde amani na usalama tulio nao. Kwa sababu amani na usalama tulionao ndio unatengeneza ustawi wa kwenu. Miongoni mwa jambo ambalo tutalifanyia kazi ni namna ambavyo mmefundishwa masuala ya usafi kila Jumamosi ya kila wiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila Jumamosi ya kila wiki ninatamani niwapate vijana wa skauti. tuweze kufanya usafi wa mji wetu, na katika usafio wa kila Jumamosi na mimi nitakuwepo bega kwa bega na nyie lakini pia nitoe rai kwa makamishna pamoja na walimu ambao ni walezi wa skauti katika ngazi za wilaya na ngazi za mikoa kuhakikisha masuala ya maadili, masuala ya ukatili yanakuwa ni ajenda ambayo mnasimamia kuanzia kwenye vikao vyenu mpaka kwenye maeneo yenu ya kazi. Mnapoona pia vitendo vya ukatili, msivifumbie macho. Mwalimu Nyerere baba wa taifa la Tanzania aliwahi kutuasa tuipende Tanzania kama tunavyowapenda mama zetu. Kuna mtu ampendi mama yake? Kuna mtu ampendi baba yake? Tuseme tuipende Tanzania kama tunavyowapenda wazazi wetu. Kazi na utu, Mama Samia safi. Kwa majina naitwa Joyce Isaac Kalilo natoka katika halmashauri ya wilaya ya Nsimbo nasoma kidato cha tatu. Kwa mimi mafunzo yananisaidia kuwa mkakamavu kujikinga katika na magonjwa yanayotukabiliana na mbali mbali, na changamoto mbalimbali, nawashauri wazazi pamoja na walezi, watoto wenu waje kukatika mafunzo, kwani tunapata vitu vingi ambavyo vinatufaidisha katika maisha tulionayo. na baadaye, kwa jina anaitwa Claveri Jonas Choma ni kamishina wa scout mkoa huu wa Katavi Leo tulikuwa tuna maadhimisho au kongamano la scout la mkoa. Tulianza tarehe saba ya mwezi huu wa sita mpaka leo kilele tarehe kumi ya mwezi huu wa sita. Tulikuwa na takribani vijana mia nne hamsini na tisa ambao tulikuwa nao katika kambi hii. Kwa hiyo lengo hasa na madhumuni ilikuwa ni kuwapa vijana elimu mbalimbali, hasa uzalendo, ili waweze kuwa wazalendo na waweze kuwa Watanzania wa kuipenda nchi yao. Faida nyingine nzuri, ukimfundisha kijana wa shule kama skauti, hawezi kumpiga mwalimu, hawezi kuchoma shule. Hawezi kuchoma nyaraka za serikali au za shule kwa sababu tunamfundisha katika maadili lakini pia awe mzalendo. Hii ni Bugoma TV. Habari.